ambia wanafunzi 482 wa mafunzo ya jeshi la akiba waliopita mafunzo ya wa mgambo kundi la 54 mkoaji 16 leo wamehitimisha mafunzo baada ya kuonyesha gwaride la ukakamavu, mbinu za kivita na utumiaji wa silaha, pamoja na michezo ya kujihami na karate. Mafunzo hayo yahitimishwa jana, hebu tazama. Mkuu wa wilaya Temeke Felix Lianiva, ambaye alimwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, akizungumza katika sherehe hizo zilizofanyika katika viwanja vya JKT Gulani, amewaasa wahitimu wao kuwa wazalendo wa nchi yao, kufanya kazi kwa bidii kwa kuhakikisha wanashiriki katika ulinzi na usalama katika maeneo yao, huku wakijiepusha na kujihusisha na vitendo vya uhalifu. Kutumia silaha, unajua kupiga kungfu, unajua kupiga karate, nyinyi msiende sasa mkajiunga na makundi ya uhalifu kufanya uhalifu lakini nataka niwaambie, na hii nalisema bila kumung'una. Nawambeni, mafunzo haya mliyopata, mkayatumia vizuri. Mkienda kutumia vinginevyo, kwa maana mkajiingiza katika makundi ya uhalifu, waliowafundisha ni walimu wenu hawa, sasa mtapambana na walimu wenu. Awali Lianivali alikagua gwaride maalum lililoandaliwa na wahitimu hao, ambapo pia waliandaa gwaride maalum la mwendo pole na mwendo wa haraka, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa mafunzo hayo, mshauri wa jeshi la akiba mkoa wa Dar es Salaam Lutenant Nelson Mponela amesema wahitimu hao walikuwa 583 lakini waliohitimu walikuwa 482, wakati 101 hawakumaliza mafunzo hayo kutokana na sababu mbalimbali, zikiwemo za afya, utoro na ukosefu wa fedha na, na kutoa wito kwa mkoa kutatua changamoto zilizojitokeza. Kwa hiyo sisi wakufunzi wao tunaamini kuwa wamefikia viwango zi vinavyotakiwa kulingana na daraja lao. Kwa hiyo vijana hawa wako tayari kutumika katika shughuli mbalimbali za kiulinzi. Masomo haya yametupa ukakamavu, ujasiri wa hali ya juu, na hivyo tuko tayari kushiriki bila woga. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salaam. Sana sana.